Video hii ni kwa wale waliofanya usaili kati ya tarehe 17 mwezi wa 12 2024 na tarehe 26 mwezi wa 8 2025, kuwa matokeo ya usaili tayari yameweza kutoka na hii hapa ni majina ya wale waliobahatika na kuweza kuitwa kazini. Sasa unachotakiwa kufanya ni kuingia katika akaunti yako ya ajira portal, download barua yako pale ili uweze kuripoti nayo katika kituo chako cha kazi ulichopangiwa na kwa waombaji wote mlioitwa kazini, mnatakiwa kuripoti kwa mwajiri katika muda ambao umeainishwa katika barua hii, lakini pia ukiwa na vyeti vyako halisi, yani original certificate kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. Na kwa wewe ambaye haujaona jina lako hapa, fahamu kuwa haukupita usaili au haukupata nafasi, hivyo usisite kuomba kwa mara nyingine tena nafasi zitakapotangazwa. Haya ni baadhi ya majina ya wali wale walioweza kuitwa kazini. Hongera sana kwa wewe ambaye jina lako limeonekana hapa, lakini kwa wewe ambaye jina lako haijaonekana hapa, usikate tamaa, endelea kupambana, omba tena nafasi zitakapotangazwa, lakini hakikisha unaondoa makosa yaliyojitokeza katika wakati huu ambao haukufaulu usaili huu au haukupata nafasi, hakikisha unaandaa CV yako vizuri na barua yako unaiandaa vizuri. Lakini kwa wewe ambaye umechaguliwa, sio kwamba ndio umemaliza, bado utakapo, bado una nafasi nyingine ya kuendelea kujiweka vizuri. Lakini pia hakikisha unaripoti kwa muda ambao umepangiwa katika barua yako. Lakini pia hakikisha unawasiliana na kituo chako cha kazi ulichopangiwa, kabla ya kuripoti, ili uweze kujua mazingira ambayo umepangiwa. Na majina haya utayapata katika grupu letu la WhatsApp, link ipo katika description ya video hii, unaweza kujiunga ili uweze kupata majina haya. Lakini pia subscribe channel hii, like video hii na ushare video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kuona majina yao Pengine unaweza ukawa nafasi ya wewe <coughs> kumsaidia mwingine kuweza kupata uh, PDF hii ili aweze kuona jina lake na kuweza kupata taarifa hii kwa wakati ulio sahihi, ili asiweze kuchelewa kuripoti katika kituo chake cha kazi alichopangiwa. Jina langu ni Fairboy, tuko pamoja, asanteni na karibuni sana.